daji wa mpango wa matumizi ya ardhi katika kijiji cha Mwamboku ni kuondoa migogoro matumizi ya kimatumizi kati ya watumiaji wa ardhi hasa wakulima na wafugaji. Vilevile katika kijiji hiki walikuwa na changamoto ya mgogoro ni kama kutokuelewana kati ya kijiji cha Mwamboku na kijiji cha Lusuda cha Nyashitanda chanzo, hacha chan... chanzo hasa cha mgogoro huo ilikuwa ni sintofahamu ya bwawa, matumizi ya bwawa katika vijiji viwili lakini katika zoezi hili mgogoro huo umeweza kupata suluhu na mpaka sahihi wa kiutawala kati ya vijiji hivi viwili umeweza kubainishwa. Katika kijiji hiki vilevile kulikuwa kuna changamoto ya upungufu wa huduma za afya, vilevile kulikuwa kuna uzalishaji mdogo wa mazao ya kilimo na mifugo. Na changamoto nyingine ambayo walikuwa wanakutana nayo ni migogoro kati ya wakulima na wafugaji, na walikuwa na changamoto ya kushuka kwa kiwango cha ufaulu katika hizi shule zilizoko hapa. Kwa, katika mpango huo wa matumizi ya ardhi wameweza kuweka mikakati ndani ya miaka kumi ambao halmashauri ya kijiji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mbali na halmashauri ya wilaya wataweza kuisimamia mikakati hiyo waliojiwekea ili waweze kuweka maendeleo katika kijiji chao. Katika zoezi hili wameweza kupendekeza maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa ni changamoto kwao na maeneo hayo walioyapendekeza hasa ni maeneo ya majosho katika kijiji hiki walikuwa wanatumia josho lililoko mbali kijiji cha Ng'obo, mbali kama zaidi ya kilomita tatu, kupeleka mifugo yao kuonyeshea huko kwao. Kupitia zoezi hili wameweza kutenga eneo hilo na wadau mbalimbali na halmashauri wakijitokeza kuwawezesha kwenye ujenzi, itawasaidia kupunguza umbali wa kupeleka mifugo yao. Vilevile wameweza kuainisha eneo la shule ambalo kulikuwa kuna upungufu wa shule. Shule walionao ni moja, na ukiangalia jiografia ya kijiji cha Mwamboku ni kikubwa, ilipelekea baadhi ya vitongoji kuwa mbali na uwepo wa hiyo shule. Kwa kupitia zoezi hili, wameweza kuainisha eneo la shule ambalo litawasaidia vile vitongoji vya mbali kuweza kuifikia shule hiyo. Vilevile wameainisha maeneo ya makazi kwa ajili ya ukuaji wa miji, na wameweza kuainisha eneo la malisho ambao linaweza kupunguza changamoto ya migogoro ambao walikuwa nayo katika kijiji hiki. Tunaamini katika miaka kumi, na kukiwa kuna usimamizi endelevu wa halmashauri ya kijiji kwa kusaidiwa na halmashauri ya wilaya husika, wakisimamia maeneo yote waliyopendekeza, wataweza kuleta maendeleo katika kijiji chao. Yoyote yule atakayekiuka hizi sheria ambazo imezielezea hapa, atawajibishwa na serikali ya kijiji kuipa faini ya shilingi losn sehemu ya nne ni eneo la huduma za jamii. Eneo la huduma za jamii ni marufuku kufanya mambo yafuatayo katika maeneo ya huduma za jamii i hey, kujenga au kuweka makazi binafsi katika maeneo ya taasisi sawa. Hmm. Maeneo ya huduma za jamii kama shule za nati sawa na kadhalika. Kwa hiyo ni marufuku kwa mwananchi yoyote yule wa ndani ya kijiji au wa nje ya kijiji ujenga sawa, kuweka makazi kwenye maeneo ya huduma za jamii. Pia ni marufuku kukata miti ovyo kwenye maeneo haya ya huduma za jamii. Pia ni marufuku kuchoma moto ovyo. Pia ni ni marufuku kuchungia mifugo. Pia ni katazo kufanya shughuli isiyohusiana na huduma za jamii. Pia ni marufuku kuharibu miundombinu ya maji au huduma nyingine inayotumika na wanakijiji kijiji wa wote. Sawa, tuna kisima cha pambu pale Iramba. Sawa, kile kisima tumefanya kimeharibika kama kijiji, wana hata kama halmashauri oh, ya kijiji tumekitengeneza, wananchi wana hata maji kwao, ni vyema kukilinda kile kisima pamoja na hizi DP zingine zilizosambazwa kwenye vitongoji vyetu. Kwayo ni marufuku, ukionekana unakata bomba au unang'oa pampu ya kwenye kisima ni marufuku, utawajibishwa, utapigwa faini kama nilivyo tangulia kuambia. Pia kuyaheshimu, kuyalinda na kuyatunza na kuboresha, mfano kupanda miti ya kivuli, matunda ama maua na imani kwenye ramani kuna malambo ambayo yanapendekezwa, maana hayo malambo yataendelea kutumika siku zote. Kwa hiyo yasiguswe na yasifanywe matumizi yoyote yake. Lakini pia sehemu nyingine namba sita ni hifadhi ya barabara. Hifadhi ya barabara inajulikana, eneo hili linajumuisha hifadhi ya barabara zote zikiwemo za zi tasaku, alafu pia zikiwemo TARURA. Ina maana hizi zote zinajulikana

haina utofauti na ile nyingine, ina maana na yenyewe itaendelea kutumika hivyo hivyo, ina maana makazi, kilimo, kuzenka mno kulima, watu itaendelea kutumika kama hivyo. Namba tisa ni njia za mifugo. Kuna njia ambayo tulipendekeza ya kuja hapa kwenye josho. Tunasema kwamba moja, kuna barabara ya tasa inayoanzia kwenye shimba kupitia kitongoji cha Mabomba hadi Joshoni, kwa nini ya shimba kupitia Mabomba mpaka hii josho. Namba mbili ni njia inayoanzia kitongoji cha Ishera kupitia kitongoji cha Masaka ofisi ya kijiji hadi Loshoni. Kwani Ishera ni ya Masaka ni za ofisi ya hadi ya kujosha. Haya, namba tatu. Ni njia itakayoanzia kitongoji cha Nimwa kabisi kupitia Ilamba hadi Loshoni. Kwani jamwa kabisi kuiza Ilamba yuko la mtu baada ya hata safu ya kujosha. Kwa mpango kazi ambao tumeuandaa katika miaka kumi ijayo ni serikali kutuletea soko la kutosha la uuzaji wa mazao kwa sababu wakati wa kuuza mazao sisi kama raia ambao tunaishi katika kijiji cha Mwamboku tunasumbuka sana, kuna nini kwenda kuuza mbali, kuuza mbali masoko ya mbali. Lakini ambao tumewaandaa serikali, lakini itutengenezee barabara wakati wa, wa mavuno sisi tunasumbuka sana, njia zetu zinakuwa na matope mabonde nini. Kwa hiyo tunaona serikali itutengenezee nini mabarabara. Pia mpango kazi ambao tumewaandaa sisi kama wakazi wa kijiji cha Mwamboku ni kututeulia eneo la malisho la mifugo kwa sababu mifugo yetu inasumbuka sana wakati wa kilimo, kwenda tukiwa serikali tuandalie mazingira ambayo tutateua eneo ambayo tumelipanga na kufanyaje la kulishia ng'ombe zetu. Maana wananchi waliupokea wameufurahia huo mpango, ina maana utawanufaisha zaidi, kwa sababu tukianza na mwananchi mmoja mmoja, na maana akiwa na hatimiliki ina maana atapata thamani atapata kubwa ya kupata cheti cha kwenda kumtambulisha kule benki, ina maana hata mikopo, ina maana itamrahisishia kwenda ina kukopa, maana huo mpango utakuwa ni mzuri zaidi. Kwa hiyo wananchi wameupokea, na mimi naona na, na wana, utawanufa utawasaidia uta, uta, uta, uta, uta vizuri sana tulipata eneo la kuweka nani ile store nyewe limepatikana na la kujenga kituo cha afya limepatikana na la shamba darasa limepatikana na la lingine shamba darasa yani yanapatikana kijiji cha kitongoji cha Mwankari. Kwa hiyo wananchi wanakubali, ila mradi wao tunapokea kwa kwa kwa mkono mawili kwamba tunafurahi kwa kupokea mambo ya ardhi, hata tusaidia uelefu wa, wa, wa mafunzo kufunziwa kwa ajili ya kutengeneza mambo ya ardhi na kujua mpaka kwamba hivi mpaka huu unakomea hapa hapa hapa, unakomea na na yeye linatufunza na kukata mti ovyo ovyo hamna, na yeye linatufunza kutafuta maeneo, kutafuta maeneo maeneo huu huu kati ya Ng'obo hu, nakukenga, nakukenga ya tunapatikana kutautenkutauta kuzenga la kujenga mashine ya mradi na nyumba, na yeye tunalipokea hilo kwa, kwa furaha.